Maafisa sheria na urekebu wa Jeshi la Magereza wamehimizwa kusimamia sheria na haki na utu kwa wafungwa na magereza wanapohudumia kutekeleza dhana ya haki jinai. Maelekezo hayo yametolewa na, na, na Wizara ya Katiba na Sheria mkoani Morogoro wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya awamu ya pili yaliyowakutanisha maafisa sheria na maafisa urekebu, kuwajengea uwezo wa huduma za msaada wa kisheria, mapokezi ya wafungwa magerezani na adhabu mbadala. Mtatumia maarifa haya kuboresha utoaji wa huduma ndani ya Jeshi la Magereza na kulinda haki za kila mfungwa kwa mujibu wa sheria. Endeleeni kuwa kielelezo cha uadilifu, weledi na uwajibikaji katika majukumu yenu ya kila siku. Napenda niwahakikishie kuwa Wizara ya Katiba na Sheria itaendelea kutoa mafunzo haya ili kuhakikisha kuwa, kuwa mfumo wa haki jinai unatekelezwa kulingana na misingi ya haki usawa utu na sheria. Kampeni ile ya msaada wa kisheria ya ya Mama Samia imekuwa na manufaa makubwa sana katika jeshi la magereza, ambapo jumla ya wafungwa na maabusu zaidi ya elfu kumi na mbili wamepata huduma ile, lakini kwa maabusu ambao wamekuwa released kutoka magerezani kwa hivi kwa, kwa taarifa ambazo tulikuwa nazo jana ilikuwa ni zaidi ya elfu